Wangapi wamezaliwa ndugu zangu Waislamu? Wangapi tulikuwa nao? Wangapi tulianza nao mwaka huu, sasa hivi hawakuumaliza? watoto wangapi wamezaliwa katika mwaka huu, na wangapi walikuwa hai, walikuwa hai wamekufa katika mwaka huu kabla ya kuubaliza? Wangapi walikuwa matajiri, sasa hivi ni mafukara? Wangapi walikuwa mafukara sasa hivi ni matajiri? Wangapi walikuwa ni madhalili sasa hivi wamekuwa ni watukufu? Na wangapi walikuwa watukufu sasa hivi ni madhalili? Qul illahumma malikal mulk tu'ti almulka man tasha wa tanzi'u almulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. Ndugu zangu Waislam, lazima tuzingatie lolote linatotokea ulimwenguni, lazima tuwe na ibra, mazingatio. Tumefanya nini katika mwanzo wa mwaka huu mpaka mwaka huu unamalizika? Tumefanya nini mambo ambayo yanamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala? Kila mmoja wetu ajiangalie nafsi yake imefanya nini kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala tangu mwanzo wa mwaka huu Muharram mpaka mwisho wa mwaka huu Dhilhija, tumefanya nini, ndugu zangu Waislamu?